Hello, hello, hello, hello, hello, hello, watu wa Mungu, mambo vipi? Mnaendeleaje? Natumaini mko salama na Mungu ameonekana. Natumaini mmeamka salama, natumaini mmeonekana kuwa wazima. Uh, wapo wengi walitamani kuiona siku ya leo lakini hawakuiona, mimi na wewe tumefanikiwa kuiona, so libarikiwe jina la Yesu Kristo kwa maana anaoyatenda kwetu ni makuu na ni ya ajabu sana. yes, yes, yes, yes! Jana siku nzima hatukuweza kuzungumza, sikuweza kuonekana kuwa hewani kwa sababu nilikuwa niko busy sana na kazi uh, sikuweza kabisa ku kuwa hewani. Kama huwe ni mara yako ya kwanza kujoin channel hii, tafadhali subscribe hapo, like, comment na ushare, eh? tukuwe wote kwa pamoja. Let us grow together. So, na nakuomba tafadhali sana subscribe na Mungu atakubariki sana. Mimi nimekuja leo, nataka tuzungumze mambo mawili tu au moja ikiwezekana, sindio? Kuna kitu ambacho au kuna video ambayo tuliiona jana ya kuhusu afisa Charles mateso anayopitia, anavyonyanyaswa Kiukweli inaumiza lakini, kwangu mimi, kwangu mimi sisikii maumivu. Kwa nini sisikii maumivu? Kwa sababu ninaiona nuru, ninaona mwangaza huko hapo mbele unaone, mwenye haki hawezi kuachwa. Biblia inasema Mungu hawezi kumwacha mwenye haki wake hata mmoja. Kwa nini hawezi kumwacha mwenye haki hata mmoja? Kwa sababu kila walio na haki mbele za Mungu wana kibali. Wewe ukiwa na haki na ukiwa mkweli mbele za Mungu kuna kibali juu yako. Charles ni mwenye haki. Kumbuka alivyoenda kujiunga na wale magaidi, alituambia kana kwamba yeye alikwenda kule kwa ajili ya investigation, na kweli ukweli ulidhihirika, kwamba hata kama watu wengi tulikuwa na mashaka kwa ajili yake alivyorudi, lakini ukweli ni kwamba Charles alikuwa mission, kwa sababu alituprove na alituaminisha hilo. Biblia anasema hata ujapopita katika bonde la uvuli wa mauti, usiogope mabaya, kwa maana yeye Bwana yu pamoja nasi. Kwa hiyo Charles hata apite katika uvuli wa mauti, ile nafsi yake haitakufa kamwe, bali Charles atarudi akiwa mzima, akiwa mwenye nguvu na ushindi utapatikana kupitia huyo Charles. Unaona, unapoenda kumchokoza nyoka akiwa pangoni kwake, akiwa kwenye misitu yake huko, nyoka anakunjaga yuko makali sana, anakunjaga akiwa mkali sana eh? sumu anakurushia sumu yenye kali, lakini hata haje na sumu yenye kali yenye ukali moja, ni kuambia sumu hiyo haitakudhuru, itafika wakati utachukua mti utagonga. Bravo bado anajiona yeye ni mkali, kwa sababu Charles alikuja akatoa siri zake. Kwa hiyo wanataka kumtesa Charles na kumuumiza kama analipisa kisasi. Kisasi hiki anachokifanya kwa Charles leo, na kuhakikishia mtu wa Mungu, hiki kisasi anachokifanya kwa Charles kitamwangamiza Bravo, na Charles atadunda, na Bravo ataangamia. Huu ndio mwisho wa Bravo. Kama wakina Goliati walikufa kwa mawe, huu hizi Bravo, Bravo ni nani? Kama wakina Goliat walikufa, walikuwepo mashujaa zaidi yake, lakini Mungu alizungumza neno na Mungu akasema kana kwamba lazima Daudi amwangushe Goliat. Na mimi nakuambia, mimi nakuambia hapa, huwa ninachambua mambo na ninayaweka kiroho zaidi. Hii vita ni vita ya kiroho. Hilo ndilo sehemu ambalo Bravo amesahau, kama vita hii ni ya kiroho. Na kila siku na kila siku, vita ya kiroho, mshindi huwa ni mmoja tu ambaye ni bwana wetu Yesu Kristo aliyeshinda kifo na mauti. Huyo ndio huwa ni mshindi tu koja ni kuambie sijawahi kusoma mahali popote katika Bibilia kwamba shetani alimshinda Mungu. Sijawahi kupaona. Yeye anatumia nguvu za giza, na huyo mafingumu akiamini kana kwamba akiamini kana kwamba anakwenda kumshinda bra, anakwenda kumshinda Mungu kupitia nguvu za giza. Anasahau kana kwamba alikufa pale msalabani na akafufuka na akaenda akanyang'anya funguo huko kuzimu, tukawa tumewekwa huru. Biblia nasema Mungu akikufanya kuwa huru, atakufanya kuwa huru kweli. Na mimi ngoja ni kuambie mda kama nau, mpendwa, unapotazama video na kuona mateso anayoteswa Charles, I'm telling you, usinungunike, usifadhaike piga magoti ukisema, kana kwamba hii ni dhahabu inayopikwa, hii ni dhahabu inayopitishwa kwenye moto, na ikitoka hapa lazima itakuwa imeng'ara. Mwambie Mungu asante, kwa sababu Biblia inasema tushukuru katika kila jambo. Mwambie Mungu asante kwa sababu unampitisha huyu mtu wako katika nyakati hizi ngumu, lakini ninaamini hapo mbele Bwana utakwenda kumfanya huyu mtu kuwa dhahabu. Mwambie unaamini kwamba Mungu atakwenda kumfanya huyu mtu kuwa nani? Kuwa dhahabu, kuwa lulu. Usilie na usifadhaike, Usinungunike. Ni wakati wa wewe kupiga magoti na kumuombea Charles, kumwombea Ibrahim, kumwombea Elvis, na ninaamini ushindi utakwenda kupatikana katika jina la Yesu Kristo. Walimfanya ofisa uh, ofisa Fredi kuchizika kichwa wakasahau kwamba yupo Mungu aliyechukua madhaifu yetu yote. Pastor Joshua alivyomwekea mikono Fredi, Fredi aliongea leo. Fredi yuko misheni kuindana nao, uchizi umepita na sasa amevikwa nguvu mpya. Usiogope mwana wa Mungu, kama mfano hai tu kama aliyetupiwa uchizi Fredi alipona, aliyekuwa anaanza kuokota makopo Fredi DCI alipona. Huo ni ujumbe tosha kusema kana kwamba halipo ofisa Charles, alipo ofisa Ibrahim. ni mateso ya muda tu ni mateso ya muda tu, lakini ukweli ni kwamba Mungu aliyeshinda kifo na mauti atakwenda kufanya jambo. Usiogope mtu wa Mungu, haya ni mateso ya muda tu. Baada ya dhiki, Biblia anasema baada ya dhiki ni furaha. Mateso haya wanapitia hawa watu kesho tutashangilia na kupiga vigeregere kwa sababu Goliat atakuwa ameanguka. Miungu ya Bali itakuwa imeanguka. Miungu ya Bali itakuwa imekiri Yesu kuwa ni Bwana. Miungu ya mavingumu itakuwa imekiri kuwa Yesu ni Bwana. Miungu ya mayai mbichi itakuwa imekiri Yesu ni Bwana. Miungu ya mzee Abdalla itakuwa imekiri Yesu ni Bwana kuyo usiogope mtu wa Mungu, wala usinungunike wala usifadhaike, kwa sababu aliye hai ni mkuu, aliyefufuka kutoka wafu ni mkuu. Jina lipitalo majina yote ni jina la Yesu Kristo, jina lipitalo majina ya mafingumu, jina lipitalo majina ya mayai mbichi, jina lipitalo majina ya Bravo ni jina la Yesu Kristo, jina lililojaa mamlaka. Wewe usinungunike, Ukiona mambo hayo, piga magoti na umwite huyo, umuite hilo jina la Yesu Kristo, na utaona Mungu atakwenda kutenda juu ya Charles. Mungu atakwenda kutenda juu ya Ibrahimu. Mungu atakwenda kutenda juu ya Champee. Mungu atakwenda kutenda juu ya Elvis. Mimi nina imani iliyo kuu nikiamini kwamba hii ni dhiki na mateso ya muda tu, lakini yaliyoko mbele yao, watatoka huko, watakwenda kupanda rank, watapandishwa vyeo katika kazi zao. Mungu atatenda makuu. Amen, amen. Natumaini watu wa Mungu mmekwenda kunielewa na mmenisikia. Tuamini kwamba hakuna lisilowezekana mbele ya Mungu, yote yanawezekana. Tuamini kwamba Mungu atakwenda kuwa mshindi katika hili. Tuamini Yesu Kristo kwamba atakwenda kuwa mshindi. Amen, amen. Misheni ni ngumu, lakini Mungu atakwenda kuifanya kuwa nyepesi. Kuwa na siku njema na Mungu akubariki. Kama ni mara yako ya kwanza uh, kuingia kwenye chaneli ya Nuru ya Uzima TV, subscribe hapo tafadhali, tufike 1000 eh, mwezi huu, tupambane tufike 1000 kusubscribe subscribers hapo eh, 1000 subscribe hapo, fona gonga tu like hapo eh, tukue wote pamoja, tuonyeshe upendo eh, si ndio? Watu wa Mungu ninawapenda sana uh, Niliahidi kila tarehe moja nitakuwa natoa pesa, na sasa leo ni siku ya kutoa pesa. Tulichelewa jana, lakini leo tutatoa elfu kumi kwa mtu mmoja. Amenaamen amen. mwena siku njema na Mungu awabariki wa